Eh, hey, bosi umekuja muda gani? Mbona hujanipa taarifa yote kama unarudi mapema hivi? Uliniambia kwamba utakuwa haupo kwa siku mbili tatu au au imekuaje tena? Zani unashangaa na muda gani nimeweza kuja ofisini? Lakini nikwambie tu, mimi hapo ofisini nafungua ya pili ambayo ni spare key ambayo nimeitumia kuingia katika ofisi yangu. Kwa hiyo nimepata taarifa zako zote. Uchafu wako wote uko naofanya huko ofisini nimeshaambiwa. Na kitu ambacho haufahamu kwamba kwenye hii ofisi yangu nimetegesha kamera kila sehemu.

Yani wewe mimi nakupa kazi ya kwenda kwa ya kuwafanyia watu interview, unaenda kuwatongoza wadada, unalazimisha una uwe nao kima kimahusiano na ukikataa ulikuwa unawafukuza. Kwa hiyo mimi sijapendelewa na hii hali, na nikwambia kabisa wewe, mwaminifu wakati unawafanyia interview umpe mtu haki yake, lakini naona hii kazi imekushinda. Kwa hiyo kuanzia leo sitaki nikwenda ofisini kwangu, kazi yako inaishia hapa hapa, naomba uondoke, sitaki nikwenda tena kwenye kampuni yetu. Ah, bosamani jamani, sina sehemu ya kwenda. Mim, ah, mimi. Ukinifukuza hapa sina sehemu ya kwenda. Naomba nisamehe bosi wangu, sitarudia tena. Mimi nilikuwa nadhani tunafanya tu masihara tuna nao ambao nilikuwa nawafanyia interview. Niko busy sana na kazi ya kiofisi, kwa hiyo kuna baadhi ya majukumu nimekuchagua Joshua uweze kupata kunisaidia. Jukumu lililopo mbele yetu kwa sasa ni jukumu la kusimamia interview. Kwa hiyo nimekuchagua Joshua ukapate kusimamia hii interview ambayo itakaofanyika kampuni yetu. Tambua kuwa inahitaji vijana wafanyakazi wa wapya watano. Kwa hiyo hapo atakao kuja hapa nm ukapate kusimamia interview yao, ukapate kusimamia interview yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho interview. Utaenda kukagua CV zao, utaangalia na vigezo vyao kama vina, vinafaa kwa ajili ya kufanya kazi kwenye kampuni yetu. Kwa hilo tu madam, wewe usijali, nitahakikisha kila kijana atakayepita kwenye mkono wangu atakuwa ni kijana ambaye yuko vizuri na shupavu. Kwa hiyo mimi nitajitahidi sana kwenye selection, yani kwenye selection yangu mimi nitajitahidi sana, nitahakikisha kila kijana atakayekuja kwangu mimi, ah nitamuinterview vizuri kabisa, tuwe tukaajiri watu ambao ni vilaza katika kampuni yetu. Kwa hiyo nitakuwa very smart kwenye kwa kwenye kuwafanyia interview. Kwa hiyo madam, usijali katika hilo, yani wewe kwangu mimi hesabu tu hiyo imetiki, mimi nitaisimamia vizuri kabisa yani. Angalizo, naomba ujitahidi sana kwenye selection yako, utende haki, yaani kama mtu ana sifa Kazi kwenye kampuni yetu, basi usi, usisite kumpa nafasi ya, ya kufanya kazi kwenye kampuni. Lakini kama mtu hana vigezo, na unaona kabisa hafai kufanya kazi kwenye kampuni yetu, basi naomba tu usitumie namna yote ile ya kuweza kumfanya ingie kwenye kampuni yetu. Sawa? Naomba utende haki kwa kila mtu. Kama ondoa sasa madam, mimi naomba uniamini kwenye hii kazi. Mimi nitaisimamia vizuri na kila mtu atapata stake yake yani, mimi nitakuwa simu, simuonei mtu haya yani, kama umekosa, nimekosa. Kama umepata nimepata yani nitakuwa tu ni mbwai, mbwai. Nitakuwa siangalii yani, sura si, si, ya mtu mbili mbili mbili, sicheki na wowote wazee. wa mtaani wanasema, usicheke na wote, ndo utakuwa hivyo. mimi k okay, sawa. Ilo jukumu nakuachia wewe. na safari kidogo kutoka nje ya mji, sitokuwepo kwa hii siku mbili tatu, kwa nategemea, pale nitakaporejea, kila kitu takuwa imekaa kwenye mpangilio wake, na mambo yote utakuwa umesimamia vizuri. Dereva, naomba uondae gari hapo, naelekea mjini sasa hivi. okay, madamu endelea kujiandaa taratibu, mienda kuwasha injini ya, ya gari hapa. Ukishakuwa tayari utaniambia nje nikuchukue. Ah, tundoki, nikuwa naongela upande wa legeta, upande wa injini iko vizuri, lakini kuna marekebisho kidogo suangu, tu bosi wangu tabidi tuyafanye baadaye kwenye servisi, lakini iko vizuri kwa ajili ya safari. Ulisema ikuwa unaelekea mjini. Ukilitazama jua litakudanganya Ukiangalia muda sasa hivi saa sita na nusu, na mimi mjini natakiwa nifike kabla saa tisa na nusu. Naomba leo jitahidi sana usipite njia ambayo ina foleni. Maana mimi sitaki njia za kunipitia na kaa kwenye foleni masaa uh -uh, mawili matatu. ah, jua limewaka kweli Aisee ngweni, kukimbiza chapu chapu hapa, bosi wangu ufike, afu baadae nitapitia Shell kwenda kujaza gari full tank, hapo itakuwa kama laki mbili na nusu hivi. Okay, sawa nitakupatia shilingi elfu tano uweze kufanya na service yako vizuri. Okay, sawa madam, ngoja niwashe gari tuondoke. Kuna maneno nimesikia kumtani kwamba kampuni yenu inaajiri wafanyakazi wapya nafasi tano kwenye kila idara Nitaka kujua walisiwa, hii story ni ya kweli au tu ni maneno ya mtaani? Ndio kabisa, kampuni yetu inahitaji wafanyakazi wapya watano. Kampuni yetu sisi imesha kuwa kubwa sasa hivi inajulikana mpaka kimataifa, kwa hiyo sisi ukisikia tunahitaji wafanyakazi huwa ni mara moja moja sana. Ndio nafasi kama hii kitokea, basi vijana wanajitokeza kwa ajili ya interview. Ah oh, kumbe kuna maswala ya interview ah, maana mimi na nko wangu mmoja naye yuko tu mtaani kule hata hana kazi yoyote Ah. Afuna boda boda na kuendesha. Wao ni waendesha vibaya bodaboda boda. Ndio kila siku anaongoza kupeleka kwa hospitalini wamevunjika mara miguu. Yaani hawa jamani, eh? Mungu awasaidie tu. Yaani mimi kulisiki maisha yangu kupa ah, yani, kwa kupanda bodaboda. Ah, yaani mara mwisho si ilikuwa ni lini? Yaani bodaboda wanaendesha kihuni sana wale vijana. Yaani unaweza kukuta boda boda anaendesha yuko sipidi kubwa kweli yani. Ukipita hii njia Mandela Road, tutafika mapema maana hii ndio njia rahisi kabisa kufika mjini. Mm, nuno, mm, hii njia itaenda kupotea. Tutazunguka sana. Ya hiyo ni njia nzuri, lakini kwa madereva tunashauriwa tupite hii njia nyingine, maana ukipita hiyo njia kwa mbele unaenda kukutana na jamu, kuna kuwa na jamu kubwa sana na magari. Kwa hiyo acha tupite tu hii njia, tutafika tu mapema tu, hata usiona wasiwasi usi sasa naona rasmi boss kaondoka. Kwa hapa maamuzi yote leo baki ya kuweza kuajiri watu kwenye hii kampuni itakuwa ni juu yangu. Kwa hiyo mimi nitajifanya kama bosi wa muda mfupi. Kwa hiyo hapa nitaenda kwa kufanya maamuzi yangu na wajua mimi. Eh, wale wa kiume wote mimi nitakuwa hey, nawapiga chini tu. Afu wa kike nitakuwa naangalia, akinikataa na yeye nampiga chini. Kwa sana kwenye kampuni yetu Mr. Wells Company. Kwa majina ni Joshua, mimi afisa mwajiri katika kampuni hii. Nitakuwa nami kuanzia mwanzo wa interview mpaka mwisho wa interview. Kampuni yetu hii ya Mr. Wells Company ni kampuni ambayo inajivunia sana kwa maendeleo ambayo imejipatia na mafanikio ya uzalishaji wa malighafi mbalimbali ambazo zimetumika ndani ya nchi hadi nje ya nchi. Lakini pia nilikuwa na hofa nzuri sana kwa ajili yenu. Tulikuwa tunahitaji kwa ajili vijana watano tu ambao watakaoongeza nguvu katika kampuni yetu. Kwa hiyo nitakuwa makini sana kwenye screening section yangu. Niangalie yupi ambaye atakayepita vigezo vyangu vya kuweza kumwajili katika kampuni yetu. Sawa? Bila kupoteza muda, nimeshajitambulisha. Kwa hiyo ningependa tuende moja kwa moja kwenye interview. Kwa hiyo ningependa nianze na mmoja mmoja, tuanze na wewe, kijana mmoja ambaye umevaa overall hilo, unaitwa nani na unatokea wapi na ulikuwa unaomba nafasi ya, ya kitengo gani katika kampuni yetu? Um, kwa majina naitwa Masolo. Nilikuwa naomba kazi ya ulinzi katika kampuni yako, maana mimi na vigezo vyote na nimesubmit CV yangu kwako. Ndio, nilipokea CV ya kila mtu hapa Yaani kupokea CV ya mtu haimaanishi kwamba umeshapata kazi moja kwa moja. Yani unahitaji kazi ya ulinzi, si ndio? umejiandaa kwa ajili ya interview ya ulinzi. Na kwanza nikuulize swali swali la hizi tu ume, umepata hapa mafunzo yako ya ulinzi? um, um, ama nimejifunzia kwenye KF, KF, uh, ah, K, KF, KF for security ile KF K4 security, ile ile ile K4 security. Nimeshafanya fanya kwenye baadhi ya sehemu na makampuni ya watu K4 security eh, hey, K4 security. Kwa nini na experience ya miaka mitano kwenye hiyo sekta? Majibu yako ina utata kidogo, inaonekana kama ni mtu ambaye huna experience. Unashindwa mpaka kutaja jina la kampuni ambayo umefanya, mara KFC mara K4 security, yaani sikuelewi elewi. Unaanza kunitia mashaka. Wewe kijana, umefanya kweli kwenye hizo kampuni? Okay, by the way, ngoja nikuulize swali lingine. Mfano imetokea tumekuajili kama mlinzi kwenye kampuni yetu. Akatokea jambazi upo na bunduki. Utafanya nini kuweza kuikoa kampuni na mali zake? Ah, hiyo boss wangu bwana ni rahisi sana. Yaani mimi nikiona amekuja jambazi huko na bunduki. Ah, mimi nitakimbia moja kwa moja nakimbia kwenye kituo cha polisi kwenda kumshtaki. Tena kumshtaki kwenye kituo cha polisi. Ah, wewe kimbia uhai wangu, si nikafa kafa bure. Ah. Ah. Kijana huko sio na kazi. Inaonyesha kabisa hauko serious na kazi. Haiwezekani sisi tukajiri kwenye kampuni kama mlinzi, umekosa hii kazi moja kwa moja. Hatuwezi tukajiri mtu ambaye ni mwoga kiasi hicho. Kampuni yetu, yetu inahitaji ulinzi wa hali ya juu. Kwa hiyo, next time, na bosi, lakini maswali yako ya mitego hayo, hivi, hata ingekuwa ni wewe kwenye uhalisia wa kawaida, wewe ungeweza kukaa mbele ya risasi. Yaani wewe unaona mtu anakufyatulia risasi ya kukufyatua ubongo, utakubali kubaki hapo? Ah sawa bwana ah, basi ngoja okay, tu mimi niende. Okay waweza kuondoka sasa. Wewe, interview yetu umeshafeli. Next one please. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aii, si kweli wasema bi, sisi ni, sisi ni pipo, tutakutana sisi sio milima ah. Yaani wewe mzee tumekutana juzi tu kwenye daladala wewe, ah na umekuja kwenye interview tena. Haya, kulikoni? Umekuja kuomba kazi gani ah? Koni ulivyocheka hivyo boss, yani unani-, unanihamasisha kabisa, hapo hapo kazi nishapata yaani. Lakini anyway mimi ni fundi bomba ninafanya kazi ya uh, ni engineer wa maji ni fundi bomba wa mambo ya engineering ya maji Una uhakika tukikupa kazi ya kusimamia mambo ya maji kwenye kampuni yetu, kila kitu kitinda sawa, kutakuwa hamna leak yoyote ya maji, si ndio? Hebu kwambie kitu, bosi wangu ngeni, usiniangalie tu hivi hivi. Yaani mimi ni fundi mzuri sana, ni yani, mabomba ya maji mimi nayafunga vizuri. Mimi ni fundi mzuri sana ambaye na experience ya ufungaji wa mabomba ya maji kwa muda mrefu sana. Nimefunga mitaa yote kule kwa Mtogole, kule kule kule kote, mimi nishazunguka kule, nimeshafanya kazi ya kufunga maji kwa ni mitaa ya watu huko, ni maofisi, mimi ndo kazi yangu hizo, mimi nafunga popote tu. Yaani wewe ukinipa mimi tenda, mimi itakuwa vizuri sana. Niko very qualified. Ah, sitajua tita sisi riziki ya mbwa iko miguuni kwake. Yani usipo hangaika, usipo jichanganya huku na huku na maana juzi tukonangana kwenye madaladala. Yani lazima ujichanganye, riziki ya mbwa iko kwenye miguu yake. Yani, mi sasi nikakaa hivi, nikaanga njaa lazima nipambane, ni pambane. Nenda huku na huku na unga mabomba, nafanya hivi. Mi nafanya kazi nyingi sana, kwa hiyo, ah, nita fly sana kama boss wangu utaweza kunipokea kwenye kampuni yako. Utafanya kazi na utaenjoy, mi pia ni mchekeshaji, nitaweza nikakufurahisha sana. Ah, <laughs> ah, ah, ah. <laughs> wewe mzuri unajua unachekesha sana. Sasa wewe hii kazi ya ufundi wa bomba huu mbona haikufai? Yaani unafaa uwe comedian, uwe stand up comedian wa TikTok ndio unafaa. Sasa mambo mengine ni yani haya. Mm. Lakini anyway ngoja tu uh, nianze na maswali yangu ya interview nianze kukuuliza nione kama kweli uko qualified kwenye mambo ya engineering ya maji au ni mtu ambaye unaunga unga tu. Hapo hapo sasa boss, yeye twende, ichape ichape. Boss niko tayari, maswali yote mimi all of physical niko vizuri sana yani, twende kazi yani boss niko vizuri sana. Ok, ipo hivi, kama wewe kweli ni mwandisi wa mambo ya maji, mfano bomba la maji linapita ofisini kwangu, na hilo bomba limevunja limevunjika na maji yanamwagika ofisini kwangu, je, utafanyaje? Yaani unajua hapo bosi nitafanyaje? Yaani kama mfumo wa maji bomba inapita mpaka ofisini kwako, alafu kwa hilo bomba likaete chilafu yoyote, yaani bosi wangu mimi nitaenda kulifunga immediate nitachukua spana yangu ile kubwa, nitaenda kulifunga hilo bomba lisiende kukusumbua. Na nikishafunga hilo bomba nitahakikisha nimetekeleza formation ya four by four. Yaani hiyo formation ni hata ukitaka koki la maji lako ya kunywa hapo ofisini unapoza kwa lako, yaani mimi nakutengenezea yani. Yaani ukitaka four by four au niingilishe one in two. Kila kitu kinaenda vizuri kabisa yaani. <laughs> Ah. Ah. Ah, aise leo leo ndo jionea mambo mengi. Ah ila weka zeni kaongoe sema ah wewe ni mwongo lakini ni mjanja. Hizo mambo ya formation ya 4 by 4 hiyo si ni mpira huo. Ah lakini anyway basi sawa mimi CV yako nimeipenda na wewe nitakuwa ni moja kati ya watu ambao nitakao kuchukua katika kampuni yangu. Kwa hiyo naomba tu uende ukasubiri pale nje nikiwa na verify CV yako kama iko vizuri. Mambo tenda vizuri, utaweza, utaweza kuchua kwenye kampuni yetu. Wewe unatufaa sana, maanake we pia naweza uta, ikawa nakutumia kama sehemu ya kichekesho pia. Wewe unanifurahisha wanipa burudani, au sio? Hapo sasa sichekile we wote na ulinda wangu moyo Je, wengine viroboti viroboti amu wezi kunifolo umenilizisha mama ni bosi wa upige mule mule yani, hapo ya takunanjoi nakufungia mabomba huku na kupigia na, na burudani yani za kichina china. Ay, utaenjoy sana bosi wangu, kila kitu kitenda vizuri asante sana kwa kunipa nafasi hii. Binti mzuri huyu ah, unaweza ka kaketi binti hapo, tuongee vizuri. Basi sawa, niketi wapi bosi wangu, au kwenye hicho kiti mashallah? Waweza keti kwenye hicho kiti tuweze kupata kuongea muda mrefu, yaani hata kama interview itabidi muda uishie kwako, niko tayari kupoteza muda wangu kwa ajili ya kusikiliza vizuri, mrembo. Nadhani kama sijakosea, we ndio Stella, ndio? nimeona kwenye CV yako hapa. Ndiyo, mi naitwa Stella Josephat. Wow, jina zuri sana yani, jina linaendana na wewe ulivyo, yani wewe ulivyo mzuri na jina lako linaendana vile vile. Ulikuwa unaomba nafasi gani katika kampuni yetu? Ah, kama itawapendeza, nilikuwa naomba nipate nafasi ya human resource management, yani HR. Oh, vizuri sana. Tuko nahitaji ma HR kama wewe. Yaani kwanza ulivyokuwa mrembo hivyo. Naona kama nishakupitisha moja kwa moja, lakini anyway, inabidi nikuulize baadhi ya maswali tu, lakini sikuchanganye sana kwa sababu yaani umependeza sana kwa kweli uh, mm, unajua unajua ma, majukumu ya ishara yapoje? Ndio haswa ndo nimesomea mambo ya ishara, yaani najua kazi yangu mimi ya ishara ni kusimamia mali zote za kampuni, kuhakikisha wafanyakazi wote wanafanya kazi kwa uweledi. Pia nasimamia masuala ya Uh, recruitment ya kuweza kuangalia nani tunamwajiri kwenye kampuni na nani ambaye hatumwajiri kwenye kampuni. Pia kusimamia nyaraka mbalimbali za kazini, kuangalia nidhamu za wafanyakazi na kuhakikisha wafanyakazi wote wanafanya kazi kwa uweledi, na pia wanapendana na na tunakuwa na umoja kwenye kampuni yetu. Mm, ah, yani hiyo nimeipenda kabisa. Yaani kwanza unajibu vizuri, uko very systematic, unaonekana ni binti ambaye unajitambua kabisa. Yani wewe utatufaa kwenye kampuni yetu kwa HR. Yani unapendeza kabisa, yani vitu vyako viko very systematic, yani nimeenjoy kweli unavyoongea. Nashukuru, asante. Ipita risali zima, sio? Naongea vitu gani undani mimi mwenyewe nimeshangaa, mpita lisali zima hapa tumekaa nje, tusitaingia saa ngapi? Yani toka, toka na ukiingia amefika saa kumi na mbili jioni. Yani ni toka saa nne asubuhi tumekuja tunasubiria tu mtu mmoja, kila mtu hapa analalamika swala la muda wakati wengine wakingia dakika kumi na tano wameshamaliza, wametoka. Yaani wewe, acha tu, mwenyewe nimeshachoka, lakini tukiangalia na hali ya maisha ilivyokuwa ngumu ah! Yaani acha tu, acha tuvumilie tu, ndugu yangu, hatuna namna yote. Tutafanyaje sasa? Sa ndio ofisi za watu, kampuni za watu hizi, tutafanyaje sasa? Kwani yote mliokaa kunja, hamna hata mmoja aliyefanya interview? Yaani, mada mwanzo, kama tumekaa hapa muda mrefu, huyu mwajili amekaa ametuwekesha hapa toka saa 4 asubuhi, yani, tumekaa mpaka basi. Nashangaa utaratibu na, yani wengine, tupate, wakiingia, masaa, e, dakika 15, sisi tuweze na tu, na kupata nafasi ya kufanya interview kwenye hii kampuni. Aha, kumbe anafanya mchezo huu mchafu eh? Yaani kumbe nimempa kazi ya kuya, kuwasimamia watu kwenye interview, afa anafanya mambo yake kiuni. He, ataenda kunitambua vizuri. Kwanza niwateni hofu. Mimi ndio mwenye hii kampuni. Kwa hiyo hata msio na wasiwasi wote. Yaani huyu ni kibaraka wangu tu ambaye anafanya kazi hapa tu kama mfanyakazi wangu, kama wafanyakazi wengine. Nilikuwa sipo kwa muda tu. Nimeamua kurudi sasa hivi ghafla kwa sababu kuna document kwa nimesahau yaani kumbe mwembo zake zote zilikuwa tufanyia hapa, tukua yeye ndo ndo bosi wa kampuni, kumbe naye tu ni kibaka, kama kama kama mfanyakazi wengine. Ah, haisi haya makubwa haya. Mimi nilikuwa juu ndo bosi wetu yule, maana alikuwa na mikogo mingi, maana sisi tuta interview, maana sisi tutafanya nini? Yaani alikuwa tupiga mikoa na kibao. Kumbe naye tu ni mfanyakazi. <laughs> Ah, sogea basi tuongee mrembo. Wewe unakuwa na unaona aibu, hey, au wengine acha wakaya subirie bwana. Mimi hapa nataka ni enjoy na wewe. Au wengine... <laughs> Kwa sababu mimi naona tu bwana kwa ajili moja kwa moja ya kwanza kuwa na mimi kwanza Eh, wao ni wako na na na, na mtu kama mimi. Kuwa na mimi kwenye kampuni haupati shida maana mimi najua vitu vingi. Najua siri nyingi za ofisi. Kwa hiyo kuwa na mimi tu, ukinikubalia tu, moja kwa moja you know, you know, na kwa ajili kwa system. Eh, wao wanachofanya wanakosea jamani. Yani basi mbona ufanye ofisini jamani? Utajaibisha tu. Kwa alafu mimi nilikuwa nataka nipate kazi kwa njia halali. Ndio maana nimeleta vyeti na CV. Kama ningekuwa nikupata kwa njia hii, singekuja kwenye hii kampuni.

Bwana niondoke zangu, siwezi nikabaki kwenye ofisi kama hii. Ofisi gani ambayo inaendekeza ni, mambo ya uzinzi? Siwezi nikafanya kazi kwenye, ka, kwenye kampuni yako, mimi kwa kweli. Hauna sema yote, akuenda kumshtaki mwanamke. Kama ni hivyo basi, hauwezi kupata nafasi yoyote kwenye hii kampuni. Unaweza ukatoka nje kama wenzako walipotoka, sawa?